Allahumma ahdi qalbi wa saddid lisani bihaqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tutaondokea kuanzia aya ya 38 iliyomo ndani ya Suratul An'am. <todicum> Msomaji wetu ametusomea kwa uzuri, Mwenyezi Mungu wa amhifadhi amuhifadhi ya amlinde, nasi Mwenyezi Mungu atujaalie min minalladhina yastami'una alqaul faytabiuna ahsana a'udhu billahi min shaitani ashaitan rajim wa ma min dabbatin fil ardh

Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kutuonyesha dalili na ishara nyingi na hoja za kutosha zinazothibitisha uwezo wake, zinazothibitisha ukubwa wake, zinazothibitisha upweke wake, alwahdaniya kwamba la sharika lahu fi ibadatihi wala fi mulkihi, hana mshirika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada yake wala katika ufalme wake.

juu ya mgongo wa ardhi awe ni mwenye kutembea kwa miguu yake, awe ni mwenye kutembea, awe ni mwenye kutambaa. Na wote hao aliyewaumba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mufasil ametuongoza wama min daabatin fil ard, ay ma min hayawanin yamshi ala wajhi al ard, hakuna mnyama yeyote anayetembea juu ya uso wa ardhi Wala wala tair wala, hapana ndege yoyote, yatiru bijanahai, anayeruka kwa mbawa zake mbili. Ay, wala min tairin yatiru filjau bijanahain, wala hapana ndege yoyote anayeruka kwa mbawa zake mbili anayeruka angani filjau, ukwaridini ni wanyama kwa aina zote za wanyama na kila aina ya wanyama wana wana namna zao, e, za kwenda za kutembea. Na huko angani, huko angani ni wale wenye mbawa, ni ndege ndege wa aina zote ambao wanaruka angani kwa mbawa zao mbili. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala anatuambia wanyama wote walioko juu ya uso wa ardhi na ndege wote wanaoruka angani, ila umamun, isipokuwa ni umma umamun isipokuwa isipokuwa ni umma amthalukum, mfano wenu nyinyi, yani ni kama nyinyi. Ai, illa tawaifun makhluqatun Ha? ni katika makundi yaliyoumbwa mfano wenu nyinyi. Aliyewaumba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tuliona mwanzoni mwanzoni mwa suratu al-An'aam Mwenyezi tuambia wahuwa lladhi khalaqakum min tin, tukajitambua kwamba sisi wanadamu asili yetu baba yetu Adam, alaihi waala nabiina salatu wassalam, ameumbwa kwa udongo. Sasa Mwenyezi Mungu anatufahamisha kwamba kuna na wanyama ambao wako juu ya uso wa ardhi wanyama wa aina zote, na kuna ndege ambao wao wanaruka angani kwa mbawa zao mbili ila umamun amthalukum, kama mlivyoumbwa nyinyi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi na wanyama aliyewaumba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndege aliyewaumba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo umamun amthalukum, umamun amthalukum manake ni makundi mfano wenu. Mufasiri anatuambia khalaqa Allahu wa qaddara ahwalaha, viumbe hivyo vyote ameviumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu akakadiria ahawali zao. Mwenyezi Mungu akakadiria ahawali zao Afamu? wa arzaqaha na akakadiria eh? riski za makundi hayo, aayo makundi, mfano wenu wa ajala ha. Akakadiria na muda wa makundi yote hayo, kama ambavyo nyinyi tumekuumbeni kutokana na udongo thumma qada ajalan, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakadiria muda wa kila aliyeumbwa, yani kila mmoja wetu Mwenyezi Mungu amekwisha mhukumia, amekwisha kumkadiria katika maisha haya haa, juu ya mgongo wa ardhi tutapata uhai kwa muda gani? Manake kila moja muda wake wakati wake uhai wake umelimitiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukiisha basi hakuna awezaye kuongeza, na kama hakuna awezaye kuongeza hivyo hivyo hakuna awezaye kupunguza. Kwa hiyo ukimaliza riziki zako ulizokadiriwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi maana yake kule kumalizika kwa riski ndio na muda wako pia umemalizika, na hivyo hivyo kwa wanyama, hivyo hivyo eh, kwa ndege. Fahamu Kala al albaidhawi, amesema. Albaidhawi anatusaidia albaidhawi kutufahamisha maana ya maneno haya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Al albaidhawi anatusaidia kutupa faida ya maneno haya yatokanayo na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ili mimi na wewe tupate ibra, mazingatio, ili mimi na wewe tupate mafunzo. Tumsikiliza Albaydawi, Albaydawi anatuambia walmaqsudu min dhalik na yaliyokusudiwa kutokana na maneno hayo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ad-dalalatu ala kamali qudratihi, ni kujulisha ukamilifu wa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukamilifu si, alkamalu lillah, basi ni katika kila kitu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna ukamilifu sisi waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika yale ambayo tunayoyafanya, tunafanya kwa kiasi anachotuwezesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika yale tunayoyaweza, ule uwezo ni wa kupimiwa. Kudra mutlaka ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi uwezo wetu wa kufanya lolote ni wa kupimiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hiyo mwanadamu naye anaweza akaambiwa, anaweza yaqdir anaweza lakini, sio uwezo ule wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu anayo irada na anayo eh, mashia

Wala hayawi yale anayoyataka mwanadamu.